moja baada ya kuichakata. Baada ya mkutano huo, Njeza amekagua ujenzi wa barabara Ilembo Mwala Sapanda yenye urefu wa kilomita 15 inayounganisha wilaya ya Mbeya na Ileje inayojengwa kwa kiwango cha kifusi kwa thamani ya shilingi bilioni moja na milioni mia mbili na hamsini na saba. Akizungumza kwenye eneo la mradi huo mhandisi Geofrey Magila kutoka TARURA ameeleza maendeleo ya mradi huo. Awali mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Oran Njeza alitembelea na kutoa pole kwa familia historia za waliopoteza wapendwa wao kwenye ajali iliyotokea Juni saba mwaka huu katika eneo la Iwambi ikihusisha magari matatu na kusababisha vifo vya watu ishirini na nane na majeruhi tisa. Mimi niwaahidi kuwa bajeti inayoanza na Mwenyezi Mungu akitujalia, bajeti inayoanza, yule mwenyekiti wa zamani yuko wapi? Wa kijiji. Hivi tulipokuja siku ile babu alikuwa wapi? Alikuwa ni taarifa kabisa. Mtendaji eti walikuwa hawana taarifa, mje kutafuta nini bagari? Mimi nilikuja kukagua miradi, sikuja kuongea na umbea mm -hmm. na watu, mimi ni mtu, wa... mtu wa kazi kazi baba mm. Yaani eh. sijui tumekaa wapi, sijui nini, soga soga na nini hiyo sina hey. Ndio sababu nikasema twende kwenye daraja, tumekuja na wataalamu wote sasa, na wataalamu wakakata tamaa, wakasema inawezekana huku wanakotupeleka miradi huku watu hakuna. Eh, sasa wanasema mkutano tufanyie godown. We, mkutano wananchi unafanyia godown, mnaiba nini? Sema tujifiche godown Tumekuwa maharage na mahindi sisi eh? Kwa hiyo nachowaomba, ndugu zangu, siku zingine viongozi wako hapa, naomba mjitokeze kwenye mikutano. Inawezekana leo tungekuwa tunazungumza mengine, ingekuwa leo tunazungumza mengine. Isonso walimtuma mchungaji, alikuja kuniita kwa ajili ya kuhudu, kufanya nini, kutoa zawadi kanisani tulipo kwenda kule tukakuta barabara mbaya, akasema ile ilikuwa ya kukuita kanisani, ilikuwa ni kukuhamasisha tu ufike huku kwetu, lakini tulitaka uione barabara yetu. Na kweli barabara tulivyoiona ile tukaona inastahili, ni wenyewe mashahidi. Sasa hivi Mwala nao kuna kijiji kinaitwa Isiasta naye kuna mwenyekiti wa Isiasya akaniambia Baba, naomba uje Isiasya hasa. Nami nikalipenda ile jina la Isiasya nikasema hebu nende nikaangalia huko Isiasya kuna nini. Nilivyoiona barabara nikakuta huko mahali hakutamaniki, barabara mbovu kwelikweli, gari yangu ilikuwa inazama haionekani. Nikagundua kumbe Isiasya wanachohitaji sio sura, wanataka nini? barabara ukalikamilisha kwa hiyo, kiongozi wangu, nimekuona. Mwenyekiti namba ya mbunge namba ya diwani, hata kama humpendi we nayo, ili matatizo ya hawa wananchi wewe uyafikishe dakika hiyo hiyo. Hata kukiwa na misiba niambie, tusionane hapa kumbe watu mmesha fiwa, alafu mbunge anakuja kuongea. Hata salamu za misiba hakuna, wanakaa kimya Yaani muhima poshe mpongo unasema tusimwambie mbunge hili. Nawaomba yote tushirikiane kwa sababu ni sehemu ya huduma ya sisi viongozi na chama vile vile, na chama vile vile. Kwa hiyo kwenye elimu huko tutaboresha madarasa na inawezekana atatuambia mtaalamu wa elimu nini kinachohitajika. Si tumemaliza jamani? Kuna mengine tena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 ambalo nilitumwa nije. Mkuu wa mkoa aliniambia nilete milioni tatu, au sio? Za nini? Za shule. Mnafanya nini shuleni mpaka milioni tatu? Ukarabati wa madarasa. Sasa kwa nini alitaka milioni tatu? Mliomba milioni tatu, eh? Mliomba milioni ngapi? Aliahidi yeye, alikisia Alikisia. Sasa zile milioni tatu ambazo aliahidi mbunge mtazitoa hapa hapa leo keshi. Sasa sasa, hizo nimezileta kama chachu, ili na nyewe mjitolee. Sasa nimekuja na afisa elimu na mkurugenzi Nataka shule ya mwaka sita imeremete <coughs> nataka shule ya mwaka sita ifanye nini imeremete. Ma, masiata mnakufahamu mwenyekiti wake yule mkorofi kweli, hata usiku wa manane anakupigia simu, na ndio inavyotakiwa. Juzi kanipigia simu, baba, napigilia huku nipatie bati hamsini. Sasa nikasema maskini wa Mungu, bati hamsini tazipata wapi? Yani nikauze maharage, nikauze mahindi, alafu ndio nipeleke mabati hamsini. Masketa mwaka sita wanahitaji Mbagala, wanahitaji karibu shule zaidi ya mia mbili mia tatu zote zinahitaji. Nikasema tazipata wapi? Juzi kanipigia simu nikiwa kwenye gari, wakasema kuna milioni ishirini hapa. Mheshimiwa mbunge, ulisema utazipeleka wapi? Sasa mtu wa kwanza wakukumbuka ni masieta, ila sijamwambia. Msije wakaambia hiyo siri yenu, eh? Ile sikata ingine ya wapi kule si santili eh? Basi nikazisukuma wapi masieta, jana kwenye gari usiku wa manane, wakati tunakuja sasa. Ndio inavyotakiwa namna hiyo, kwa hiyo na bahati kama hizo zitakuja kwa wapi kwa mwaka sita kwenye maendeleo ndugu zangu, wala msiwe na wasiwasi, msiwe na wasiwasi na mwana wa mwinga. Halafu imbwa yikuvenge tikuvenga munsoso imbwa e ikuvenga, mnajua munsoso, mnakujua ehe isho ukuvenga shenu munsoso ehe Eh nkukuzia vandu na masiereku wia genu masiereku yalis aserek asol aso sasa ndio sababu tunasema imbwa e, yikuvenge tikuvenga munsoso ikuvenga e muntalamula muvisoho halafu ndio inaleta vivenjile nyumbani Halafu kaya leta Haisubiri kula Esogo la wale muigona Ilongo e li vya muawo e, Eshikamu huanza kila risiku Muiga sigatano lumbunge Muhanza yenu ne wantumu Mnataka sura ya mbunge Itawasaidia muenzari Muhanza maendeleo Awashi e. Basi Kwa majina naitwa Mhandisi Geofrey Watson Magila ni mhandisi wa TARURA wilaya ya Mbeya. Tupo katika barabara ya Ilembo Mwala Sapanda ambayo ina urefu wa kilomita kumi na tano. Mradi huu una thamani ya bilioni moja na milioni 257. Mradi huu unaunganisha kati ya wilaya ya Mbeya vijijini na wilaya ya Ileje. Hatua ya utekelezaji mpaka sasa tumefikia asilimia 35 ambapo tumefanikiwa kufanya kwanza, kwa kuweka tuta, mpaka sasa tumefikia kilomita kumi na mbili pointi mbili tumebakiza kilomita 1.8 ili kuweza kufanikisha kutekeleza mpaka mwisho wa barabara hii. Lakini tunatarajia pia kuendelea na kazi ya uwekaji wa tabaka la kifusi katika barabara hii yote, zote kilomita kumi na tano kutoka Ilembo mpaka Sapanda vilevile vile kutakuwa na kujenga makalavati pipe kalavati katika sehemu ambazo zinahitaji, lakini pia tuna box kalavati moja katika barabara hii ambapo lililokuwepo limechoka haliwezi kupitisha magari makubwa. Faida ambazo tunazipata kupitia mradi huu mojawapo ni kurahisisha usafirishaji kutoka wilaya ya Mbeya vijijini mpaka wilaya ya Ileje ambayo iko mkoa wa Songwe, usafirishaji wa mazao lakini usafiri wa kirahisi kutoka kwa wananchi kwa kata hii ya Mbeya vijijini na wilaya ya Mbeya vijijini pamoja na wilaya ya Ileje. Kwa kifupi, ziko faida zingine nyingi, lakini hizo ni miongoni mwa faida chache ambazo tutazipata kupitia barabara hii. Hasa ikizingatiwa kwamba barabara haikuwepo, ni barabara mpya ambayo imefunguliwa. Kwa kama tunavyoona, wananchi wamefurahia na wameupokea vizuri mradi huu na tutajitahidi kutekeleza kwa viwango vinavyohitajika kama matakwa ya kitaalamu yanavyohitajika. Asante ni sana tena sana. Poleni kwa msiba, poleni kwa matatizo. Kama alivyosema wenzangu, huu msiba ulikuwa ni wa taifa. Hata tulipopata habari tuliokuwa nje ilitushitua mno. Nakumbuka mimi usiku ule nilipigiwa simu na mwenyekiti wa kitongoji cha Mageuzi akiwa palepale ulikuwa kazini wakati huo, wakaona mtu mzima anatoka machozi na yanatoka, akashangaa kuna nini. Kwa hiyo sikulala mpaka asubuhi. Sasa kama alivyosema wenzangu, katika kujipanga kwa sababu ni kitu cha kitaifa, wakasema hapana, hili jambo unalifanya ni la kitaifa, acha tulikamilishe, ukilikamilisha wewe utaenda kuhani, lakini kwa sasa hivi acha serikali kupitia kwa mkuu wa mkoa ambaye aliagizwa na mheshimiwa Rais aje tuwakilishe sisi wengine wote, kwa wakasema, wewe malizia hilo, ambayo nimemaliza jana. Nimetembea usiku kucha, nimefika asubuhi, ili angalau na mimi nije nitoe pole, lakini nafikiri kwa msiba huu, nafikiri nilituma mwakilishi, sijui kama waitinilituma. Yeah, mwakilishi yeah. Kwa hiyo karibu kila mahali niliweza kuwatuma wawakilishi waje wanikoi, lakini nikasema kwa msiba, kwa jinsi ulivyo, mi mwenye acha nifike, kwa vile mi mwenyewe ni mwenyeji wa hapa hapa. Mi ni mzaliwa wa kata hiyo Utengule Usoni, nyumbani ni hapo Iwara e, Iwara wengine mnaita mlimani, naaj kuna milima kule kule e, e, ndio kwa nimezaliwa nimekulia huko huko. Kwa hiyo jamani, huo msiba ni wa kwangu. Poleni sana, poleni mno, lakini yote haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Pamoja na kwamba maumivu tunayopata, lakini hata vitabu vya dini vinasema ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo naomba wape uvumilivu, awape na kusahau. Kusahau sio kosa, mambo kama haya hayatakiwi ukayakumbuka milele daima yote ni kumwomba Mwenyezi Mungu anawapa uvumilivu katika hili kipindi, na kumwomba Mwenyezi Mungu kuwa wenzetu huko walipoenda awaweke katika mikono yake salama. Nikilipoti kutoka Mbeya, Jaklin Mwangama Kusaga TV.